hitajika na Mheshimiwa rais na uongozi wa Tanzania, rais Daktari Samia Suluhu Hassan anasema anataka wakongo warudi kwa hiari na usalama wao uhakikishwe. Mheshimiwa waziri, ninaomba nikikafumsahii nimkaribisha ni mababa madakika chache ongee na umati huu watu wawanyarumushu. Ninaomba niwaage wagopo wanafahamu jina langu, mimi naitwa Jemsy Kinyasi Malya, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Unakuja kwa sababu Tanzania inaheshimu sheria za kimataifa inaheshimu sheria za kikanda. Ninyi ni wenzetu kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumesema tuje tuwasalimie, lakini tuwaletee serikali yenu, msikie wenyewe, msiambiwe na mtu, alafu msikie wa ujumbe kutoka kwa mheshimiwa rais. Kwa niaba ya serikali nimeamua, ninyi ni watu wema sana. Tangu mkae hapa, mmekaa kwa amani, kwa utulivu, mmekuwa watu wema. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni kwa niaba ya serikali. Mungu awabariki, tunawapenda, tunawaheshimu, msikilizeni kiongozi wenu leo na nyinyi, lakini pia au msafa wa muhimu ugeni muhimu kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia yako serikali ya Jamhuri ya Muungano uwa kwamba matatizo yenu hayajasauliwa, lakini pia na mbele yenu au mbele yenu ijayo, kuna uwezekano au kuna hatima nzuri ambayo tutaendelea kushirikiana na nyinyi. Wapendwa, uh, watu wa uh, kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, na kwamba maisha ya kambini sio rahisi. Baadhi ya siku zinaweza zikapita, kana kwamba eh, ni siku mbaya zaidi au dunia imeisha, na mko hapa pekee Hili hamko peke yenu. Kila siku UNHCR na na washirika wetu hajasahau. Tunaendelea kufanya juhudi za kuongeza